Cheza kweli kwelikweli, Abalkasim anapokwa umiliki wa mpira ule, msengi na jaza mpira mzuri ndani kwa kichu ya Shiza Ramadhani, imekwa ndani ile sasa. Edward Junior Songo, mwamuzi anasemaje? Mpira huko ndani ya kimia ule, yuko chini nyota mmoja kwa upande wa Pamba Jiji, bila shaka mwamuzi ameamuru kwamba atazamwe kwanza mlinda lango mpira bado huko ndani ya kamba kule, tazama kwenye tukio hili namna ambavyo mambo yalikuwa. Sengeli aliweka mali Kichuya akaunganisha mpira vyema, mpira yeah. <laughs> ulishajaa kwenye kamba ule, sasa tuone maamuzi ya mwamuzi ni nini, nini. Hey, huyu aliyekwenda kugusa mpira mara ya mwisho ni kwamba mpira tayari alioguswa na mkono, lakini tayari ulisha zama kwenye kamba, kwa maana ya kuvuka ule mstari tena. Mohamed Bakari Mohamed, moja mbili tatu, ndani ya kisanduku. Mohamed naimeza vizuri sana kamera, nafasi kwenye kamba Mohamed Bakari, Mohamed anaandika bao la pili kwa JKT Tanzania, wanakaweka mou bado, wanafanya subra, tazama alichofanya, alikokota ile akaingia nayo ndani ya kisanduku akatandika kamera. Kwenye purukushani za kurusha mpira ule, wakajikuta wanayafanya walioyafanya. O oh, maneno akaitenga tena ikamtoka hii ndio nasema amedondokewa na kijani kibichi, ama kuokota dodo chini ya mwiba. Sikia, mtu ameokota dodo chini ya mwiba, ndiyo namna hii. Mazongi ambayo walikutana nayo wakajizonga wenyewe. Mohamed Bakari Mohamed anaangukiwa na kijani kibichi, waulizeni <laughs> Singida, nafasi anayekwa chini, mwamuzi anasema ni penalty. <laughs> Sema ulisukuma ameshafunika maguu 12 ya mtu mzima, matuone kwenye engo hii alitambuka wa kwanza, akawa anaendelea kusogea, mwamuzi akaamuru kwamba ni penalti. Tazama Salom. Hamisi Gado, pigwa tobo zuri tu, amekubali. Christopher Orchum, mwamuzi anasema ulisukuma. Christopher Orchum, Salom Gado, nyuma ya mpira ni Gamba Matiko Gamba anacheza maridadi mna kamara amekataa ile kata kata kamera. Na iko ndani kule, sasa taratibu mno, ana mimi na mpira mzuri mbele huko juu, akimtafuta Karim. Kavyama sana mlezi, wakati bado Karim, moja mbili tatu! Weko ndani tena ile. Oh, Mohamed Bakari anauzamisha mpira kwenye kamba, amefunga bao lail, na ni bao la tatu kwa JKT Tanzania. Zawana, kaweka mo tazama, pasi moja hasanati nzuri mno, ilichanjwa ile ikamkuta Karim Bakari mfaume akamtambuka, akaweka ile vipas na Mohamed Bakari. Mohamed alichokifanya ni kusukumiza tu mpira ule kwenye kamba. Call as you like. Angekosa pale yangeibuka maneno mengi kweli kweli. Unakosaje ta? Paulen Kasindi weka ndani kule. Sasa nafasi imejaa kwenye kamba. Henry Sabila hana hata dakika tano tangu ameingia bao. Abalkasimu aliitengeneza vyema, Paulen Kasindi akapiga pasi moja kutambariza, ikatambaa vyema mithili ya nyoka linzi kwenye heka heka za kuokoa alikuwa ni bausi, akashindwa kuondosha mpira ule. Saw sawa sawa, unakutana na Henry Msabila mbayo anakwenda kukwamisha mpira ule moja kwa moja kwenye kamba.